Murango usimame mpaka ama, nimekataa. Asipui ama upigwe na radi, nimekataa. Utasikia kesho, walienda kanisa mbaya. Hapo umeanza kujua mchawi, wameenda kanisa mbaya, wanatupigia kelele. Si mimi nilikuwa kwa nyumba mm-hmm. Hiye kuomba yangu. Yes. Sasa mbona unasema wanatupigia? Kama ulikuwa umelala. Mbona ukasikia? Mm. So hapo jua ya kwamba alikuwa anapita ama ni yeye alikuwa nje. Na mm, umetuma moto. Amemguza. Amemguza. Kama ni buzi mnatumia kuanzia sasa sikufe kwa jina la Yesu. Hey. Kama ni panya kuanzia sasa. Hapo. Wewe ah, utaona ikizimama. Ni sasa wengine hapa tunaogopa kuenda nyumbani. Sasa unajua utaroka. Wewe mwenyewe umechiroka. Kaa huko Nairobi. Wewe ni kweli. Hakuna ni mtu anajiroka. Wengine hamna fair mnaanza kusema tumeroka tusijieni. Fair ndio umekosa. Tafuta fair. Tafuta fair. Tafuta fair. Hamna Yes, tumuonangi vizuri wakati tulizaliwa, mm -hmm, tuliambiwa ya kwamba huyu mtu mm -hmm, uh, si mzuri. Wewe seme, enough is enough kuanzia mm -hmm, sasa. Hapa kwetu hakuna uchawi. Oh, yes. Hapa kwetu hakuna uganga nimeekera, kuanzia sasa, wakisha moto kwenu. Wengine hata wazazi wanaishi na uoga. Na unasema umeokoka. Umeokoka nini? Hapana. Na kitu wasimu. Sasa wazazi unajua wanapanga fani. Yaani leo si kulala kabisa. Hmm. Hata ile siku amelala mpaka akajisahau. Yaani leo leo si kulala. <laughs> Yaani ni mwili. Yaani ni kata kunikata. Wanazifika. Mwambie kuanzia sasa utarara kama mtoto mdogo. Mwambie hata kupitia simu, tuma moto mahali hapo na utaona mabadiliko. Ni tule tuchawi ndio tunaanza sasa, unangoja mpaka tukomae, ndio wanaanza wale wakubwa washakufa, ndio